Unahangaika na makesi kotini? Umedhulumiwa mali yako, iwe pikipiki gari au shamba? Hauna mtetezi? Nafasi ni bora ya kuweza kupata usaidizi. Wasiliana na daktari Muhamed, ili aweze kukuondolea matatizo hayo ya makesi ya mashamba. Umedhulumiwa mali yako, haulipwi madeni yako? Wasiliana na mganga huyu hodari, Daktari Mohamed ili aweze kukusaidia mali yako iweze kurejeshwa, iliyoibiwa uweze kurudishiwa, shamba lako ambalo utadhulumiwa. Nambari ni moja plus 254 739 221 006. Hakika Daktari Mohamed ni mganga hodari, bingwa wa kienyeji ambaye atakuondolea nuksi na mikosi, maana huenda ambaye kunaye mtu ana tumia majini au anakutumia mifupa mbalimbali mbali. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, ondoa shaka. Daktari Muhamed atakuondolea wasiwasi ulionayo. Wasiliana naye kupitia plus